Tumeona katika masiku haya yaliyopita baadhi ya video ambazo kwamba zilikuwa ziki trend. Hasa hasa yule kijana ambaye kwamba aligongwa na matatu wanasema pande za Mudhaiga hapa Nairobi. Amegongwa na manyanga, tena kagongwa kichwa. Alhamdulillah, semekana hajafariki. Lazima nazimungu ampe shifa, lakini baadhi wanasema udongo wake umekufa, alum amepatwa na ulemavu na pengine nakuendelea, yote kwa jina la nini? content pale pale Mudhaiga katika highway na katika kipande kibaya sana cha kona, gari zinakuja kwa spidi, vijana wanakwenda paka katikati ya njia eh? Wanacheza hivyo mbele ya magari kisha wanayakwepa, ambapo ana risk maisha yake, anaweza kugongwa na kapoteza uhai wake. Lakini kwa kwake hiyo nini, ni content creation eh? Anakwenda anafanya jambo kama hilo. La kusikitisha zaidi kijana anatengeza content, anarekodiwa content yenyewe ni gani? Binti wa watu akipita wa, ama msichana watu akipita wa, anamshika makalio, hiyo anaita ni content, kisha inakwenda inawekwa katika mitandao ya kijamii harassment, anasema ni content. Mwingine akipita binti ya watu anamhaka kwa lazima. Hii ni mifano michache na kidogo sana katika mingi ambayo kwamba yanajiri katika jamii kubwa zaidi. Na nakusikitisha ni kuwa wote haya tuliotaja mifano yao ni watoto wa Kiislamu, na yote haya tunajua ni haramu. Na zamani watu wakiyafanya kwa kujistini, kwa kujificha Leo tumeifanya ni content, tunairikodi, kisha tunaiweka katika mtandao ili tupate followers, ili tupate viewership kubwa. Twaelekea wapi? Na si mwingine ni ndugu yangu mimi na wewe, mtoto wangu mimi na wewe, kwa simu tulianunulia mimi na wewe, na kwa data ambao kwamba tuwawekea mimi na wewe. Mabinti zetu wangapi wa kiislamu ambao kwamba wanajirikodi nusu uchi wakijiweka katika mtandao? Kwa nini? Kwa sababu wapate comments kwanza nzuri nzuri. Ah, amependeza wanawili Apate followers, apate likes, apate zote zile bazo kwamba tuzitaja. Ni wangapi katika mabinti zetu wa Kiislamu ambao kwamba wanakata kiuno wakicheza kata kiuno, kisha wakiweka katika mitandao ya kijamii? Ni wangapi katika mabinti zetu wa Kiislamu wanafanya harakati za mapenzi ya jinsia moja, usajaji wanajirekodi, kisha wanaweka katika mitandao ya kijamii? Sasa yote haya ya haramu yanafanywa kwa hoja ya nini? Content creation, kutengeneza content. Swali linakuja hapa, ni ipi mipaka ya kisheria ama hapana mipaka? Mtu anaweza kufanya lolote katika kuhakikisha kwa amepata shughura na pesa.